Naitwa Mkandawile katibu wa, wa CCM wilaya ya, ya Kigamboni. Leo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita siku ya kwanza kwa zoezi la utoaji wa fomu kwa ajili ya kura za maoni kwa upande wa wanaCCM, nafasi ya ubunge wa jimbo, wabunge, viti maalum, madiwani na madiwani viti maalum. Mwitikio kwa wanachama wa CCM umekuwa mkubwa kwa siku ya kwanza kwa upande wa ubunge wameishachukua fomu wanachama kumi na nane na mmoja ndio tayari kisharudisha fomu yake. kumi na saba nadhani bado aya mchakato wa kujaza zile fomu. Kwa upande wa ubunge udiwani viti maalum wamechukua wanachama saba na alirudisha naye ni mmoja. Kwa hiyo jumla wana CCM kwa upande wa wilaya fomu watu kumi na saba kumi na nane kwa upande wa jimbo na saba kwa upande wa ujuani viti maalum, lakini ninaendelea kukusanya taarifa kutoka kwenye kata mbalimbali. Naamini baadaye baada ya nusaa nitakuwa na taarifa ya kata zote, idadi ya waliochukua fomu kwa upande wa ujuani kwa kata. Lakini natoa hilo kwa wana sisi, nafasi bado ipo kuna siku tano waje kuchukua fomu. Inawezekana jimbo kama jimbo liko wazi, kwa hiyo yote yanataka aje, wanachama wataamua pata mgombea wa chama cha mapinduzi. Ni waombe pia kwa kipindi hiki tunatoa fomu kwa ajili ya kula za maoni, wasiwe na makundi makundi, wala hawahitaji kufanya kampeni kampeni. Baada ya majina kurudishwa ya yale matatu awapeleka kwenye kata wakaombe kula. Kwa sasa wanapeka wachukuu fomu na kurudisha, hawaruhusiwi kufanya kampeni ya aina yoyote. Mwitikio ni mkubwa sana, kwa siku ya kwanza wamejitokeza watu kumi na nane na unajua fomu inalipiwa shilingi laki tano kwao, mara yake siku ya kwanza leo tumekusanya milioni tisa kwayo ni mwitikio mzuri sana. Tuwaombe sana sisi waendelee kuja kuchangia chama chao kwa kuchukua fomu.